Mheshimiwa Rais, niweze kutoa taarifa ya mafanikio ambayo tumeweza kuyapata katika kipindi cha karibuni. Mashindano ya Afrika ya chini ya miaka kumi na tano Tanzania imeweza kuwa mabingwa wa wasichana, timu yetu chini ya miaka kumi na tano ambayo yalifanyika kule Durban na kuweza kuwa mabingwa kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu lakini pia mwaka uliofuata vijana wa kiume nao katika mashindano ambayo yalifanyika Zanzibar waliweza kuwa mabingwa wa Afrika kwa mwaka 2024. Mwaka jana 2025, mashindano haya yalifanyika Accra, Ghana na vijana wetu wa kitanzania wa chini ya miaka 15 wameweza kuwa mabingwa kwa mara ya pili mfululizo. Mheshimiwa Rais, vijana wa kiume wa chini ya miaka kumi na tano na vijana wa kike wa chini ya miaka kumi na tano wamefanikiwa tena kufuzu kwa mashindano ya chini ya miaka kumi na tano ya Afrika ambayo yatafanyika Nigeria mwaka huu. Mheshimiwa Rais, vijana wote hao ni vijana ambao wamechukuliwa kwa scout uliofanyika nchi nzima na tukaweka kwenye kituo chetu cha Tanga Mnyanjani na kuwahudumia, na haya ni mafanikio ya kituo kile. Mheshimiwa Rais, mafanikio haya yamesababisha kituo hiki, FIFA wameamua kiwe FIFA Talent Academy, na mwaka huu watazindua rasmi, na Rais wa FIFA, Gianni Infantino amenieleza kwamba tuangalie tarehe ambazo zitakuwa ziko vizuri kwako, ili tuweze kumweleza, kwa sababu siku ya uzinduzi anataka uwepo mwenyewe kwenye kituo kile cha Tanga. <coughs> Mheshimiwa Rais, mwaka 2025 timu yetu wa ya wasichana ya futsal imeweza kuwa washindi wa pili wa ubingwa wa futsal Afrika lakini pia na kuqualify kwenda kombe la dunia na wamekwenda kucheza kule. Na katika mashindano tulioshiriki imekuwa ni timu ambayo imeweza kuvuka nafasi nyingi zaidi ya ranki ya FIFA kwa nafasi nane, zaidi ni best performance ambayo ni rekodi. Hamna timu ambayo imeweza kuvuka kwa viwango vya timu nane, na katika timu ambazo ilipata ushindi ni kuifunga timu ya New Zealand. Mheshimiwa Rais, timu yetu wanawake, 25, ya wanawake mwaka 2025 na ya Twiga Stars iliweza kushiriki mashindano ya WAFCON yaliyofanyika Morocco, pia na kuwa mabingwa wa Sekafa. <laughs> Lakini pia imeweza kuqualify tena, mwaka huu itashiriki tena WAFCON ambayo itafanyika nchini Morocco mwezi wa tatu Mheshimiwa Rais, timu zetu za wavulana chini ya miaka kumi na saba, Serengeti Boys imeweza kuwa mabingwa wa Sekafa, lakini kwa mara ya pili tena mfululizo imequalify tena kwenda Afcon chini ya miaka kumi na saba ambayo itafanyika nchini Kongo. Mheshimiwa Rais, vijana hao wakati wanachukua ubingwa huu wa Sekafa Mheshimiwa waziri alikuwepo na walimwahidi kwamba kwa sababu katika mashindano yale pia ni kukualify kwenda kombe la dunia, wamemwahidi mheshimiwa waziri kwamba watakualify kwenda kombe la dunia. <clears throat> Mheshimiwa Rais, mwaka jana pia timu yetu ya chini ya miaka ishirini ilikualify kushiriki mashindano ya Afcon ambayo yalifanyika nchini Egypt. Mheshimiwa Rais, mwaka huu timu yetu ya wa, wasichana chini ya miaka ishirini imebakisha mechi moja na Kenya katika hatua ya mwisho na ikiweza kushinda inakwenda kombe la dunia na wameahidi pia kwamba watakwenda kushinda waweze kwenda kombe la dunia. <coughs> Mheshimiwa Rais, haya ni mafanikio yote yamepatikana kutokana na sapoti kubwa tunayopata kutoka serikalini na wadau mbalimbali ambao wanatusaidia katika kuhakikisha kwamba tunazifanya programu hizi kwa pamoja, lakini pia mafanikio haya Mheshimiwa Rais, katika mashindano ya Afcon kule Morocco, ligi ya Tanzania ni ligi ambayo imekuwa ya nne kwa kutoa wachezaji wengi kwenye mashindano yale. Tumekuwa na wachezaji 25 Mheshimiwa Rais, mafanikio ni mengi sana, tutayaandika tumkabidhi waziri, ili tuweze kuyasoma kuya na kuweza kuona kitu gani ambacho kinafanyika kwenye sekta hii ya mpira wa miguu lakini kwenye wizara yako ya michezo ambayo umetupa wasaidizi wako ambao wanatusaidia, kwa sababu leo ni siku ya kuipongeza timu yetu kwa mafanikio ambayo tumeweza kuyapata kule, kwa mara ya kwanza kwenda kwenye hatua ya mtoano ya kumi na sita bora toka tumekuwa tunashiriki mashindano haya kwa mara ya nne. Nisichukue muda mwingi niweze kukushukuru wewe lakini pia nikuahidi kwamba sisi kwa sapoti tunaopata, tutaendelea kufanya vizuri zaidi, na tutegemee matarajio makubwa sana kwenye mashindano ya Afcon ambayo yatafanyika hapa nyumbani. Tutafika mbele zaidi, kama sio kuleta kombe. Nakushukuru Mheshimiwa Rais, asante sana.